Nipo tayari. Niko tayari kupiga kura Oktoba 29. Nipo tayari kupiga kupiga kura. Naitwa Saidi Majaliwa, ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Ndugu wananchi wa halmashauri wa ya mji wa Kondoa, napenda kuchukua fursa hii kwa heshima na taadhima kuwaomba mjitokeze kwa wingi tarehe 29 mwezi wa 10, 2025 ili tukashiriki pamoja kwenye uchaguzi wa rais, mbunge na madiwani. Halmashauri yetu ya mji wa Kondoa ina kata nane takazokuwa zinashiriki uchaguzi. Niwaombe sana wananchi wenzangu wa halmashauri ya mji wa Kondoa, kura yako ni haki yako, jitokeze kwa wingi tuweze kushiriki uchaguzi. Uchaguzi una manufaa mengi sana kwa mustakabali wa halmashauri yetu. Kama mnavyojua baraza la madiwani ndilo ambalo linasimamia shughuli zote za halmashauri kwa niaba ya wananchi. Serikali kuu inaleta fedha nyingi kutoka aa, serikalini, lakini zinapitia kwenye halmashauri kupitia madiwani ambao kupitia uchaguzi huu ambao mtakuwa mmewachagua ndio wanakaa katika kupanga lakini pia na kusimamia fedha hizo zinazokuja. Lakini waheshimiwa wa bunge ndio wanaokaa bungeni kwa ajili ya kupitisha bajeti zetu ambazo sisi wananchi huku chini tunazitekeleza tunazipanga kupitia vikao vyetu vya kisheria. Niwaombe wananchi wenzangu wa halmashauri ya mji wa Kondoa, tujitokeze kwa wingi katika vituo vyetu vya kupiga kura, asubuhi na mapema, twende tukatimize haki yetu ya kuchagua kiongozi tunayemtaka. Mimi nimejiandikisha, wewe je? Tujitokeze kwa wingi, twende tukaweke historia ya kuchagua viongozi wetu, kuchagua wa, wawakilishi wetu ambao watatuwakilisha katika mabaraza ya madiwani, bunge, lakini pia na Mheshimiwa Rais ambaye atakuwa ndiye msimamizi mkuu wa serikali kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu, lakini pia kwa mustakabali wa maendeleo wa halmashauri ya mji wa Kondoa mimi kama mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Kondoa nimejiandikisha, nitashiriki. Wewe je, ewe mwananchi mwenzangu, tujitokeze kwa wingi, tuweze kutimiza haki yetu ya kikatiba, lakini pia tukawachague wawakilishi wetu ambao watakwenda kusimamia maendeleo ya halmashauri yetu, ili na sisi katika maeneo yetu tuweze kupata maendeleo. Bila wawakilishi hawa, bila kushiriki uchaguzi huu, utaweza kumsimamia kiongozi wako kwa sababu hujashiriki hata kumchagua. Kwa hiyo niombe vijana wenzangu, wakina mama, wakina baba, wazee wote tuliojiandikisha tujitokeze kwa wingi kwa ajili ya kwenda kuchagua viongozi wetu. Leo ni tarehe 28, kesho ndio tarehe 29 vituo vitafunguliwa saa moja asubuhi, ni wasii sana tuwai kwa wingi tujitokeze, tushiriki uchaguzi huu kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na Mungu ibariki halmashauri ya mji wa Kondoa. Oktoba twende tukatiki, na Oktoba yenyewe tuliokuwa tunaimba ni kesho tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Mimi niwatakie uchaguzi mwema, wananchi wenzangu wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Mwenyezi Mungu awabariki sana wakati mnakwenda kutimiza haki yenu ya kikatiba ya kuwachagua viongozi wenu ambao mnawataka, ambao watawaongoza katika kipindi cha miaka mitano. Asanteni sana kwa kunisikiliza.